Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye channel hii ya YouTube ya siku ya tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu na leo tunafuraha sana kuongea na wewe kuhusu maana ya kibiblia ya siku ya tatu mm. Sasa mchungaji Hezron, tafadhali naomba tueleze kwa kifupi mm -hmm. Nini maana ya kibiblia ya siku ya tatu? Amen mm. Kibiblia au kimaandiko siku ya tatu ni siku teule au siku pekee iliyochaguliwa na Mungu kwa ajili ya ufufuo wa miili ya wale waliokufa katika Bwana na kubadilishwa kwa miili ya wale watakaokuwa hai wakati Yesu atakaporudi. Kimsingi, tukio la kufufuka na kubadilishwa kwa mwili wa Yesu Kristo lililotokea kwenye majira ya asubuhi na mapema mwanzoni mwa siku ya tatu miaka elfu mbili iliyopita lilikuwa tukio la kinabii kwa ajili ya tukio jingine la kufufuka na kubadilishwa kwa miili ya wale waliokufa na walio hai katika Bwana ambalo nalo vilevile vile limepangwa kutokea kwenye majira ya mwanzoni mwa siku nyingine ya tatu baada ya miaka elfu mbili tangu Yesu Kristo alipofufuka na ni siku hii ya tatu ambayo ndiyo imebeba mkazo na msisizo wetu kwenye cheno hii. Kwa mujibu wa historia ya kawaida, milenia moja ni sawa na miaka elfu moja. Hali kadhalika kwa mujibu wa maandiko kwenye waraka wa pili wa Petro, sura ile ya tatu na mstari wa nane, miaka elfu moja ni kama siku moja. Kwa hiyo basi ulimwengu ulipofika mwaka elfu mbili ulimaliza milenia mbili tangu Yesu alipokuja duniani na milenia hizo mbili kimaandiko ni kama siku mbili. Na tulipoanza mwaka elfu mbili na moja, ulimwengu wote ulianza milenium mpya ambayo ni milenium ya tatu baada ya Kristo, milenium ambayo kwa Mungu na kimaandiko ni kama siku ya tatu na siku hiyo ni siku ya miaka elfu moja. Andiko mojawapo linaloonyesha uhusiano kati ya tukio la kufufuka kwa Yesu Kristo na tukio la kufufuka kwa wale waliokufa katika Bwana ni Warumi sura ya sita na mstari wa tano 5 ambayo inasema kwa maana kama mlivyounganika katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika katika mfano wa kufufuka kwake. Tendo la kuunganika katika Kristo kwenye mfano wa mauti yake limekuwa likitokea kupitia watu waliokuwa au ambao wamekuwa wakifa na wanaoendelea kufariki katika Bwana, lakini tendo la kuunganika na Kristo katika mfano wa kufufuka kwake limepangwa kutokea katika siku ya tatu, siku ambayo ni siku ya miaka elfu moja na hiyo siku tuliianza tangu mwaka elfu mbili na moja 1 Hmm. Wow. Asante sana kwa kujibu swali hilo. Sasa kwa yoyote anayetazama video, anayetazama video hii leo, je, ni jambo mm -hmm, gani muhimu ambalo ungependa ajifunze kwenye somo hili letu la leo? Hmm. Jambo la muhimu la kujifunza kwenye somo hili kwako wewe unayetutazama ni hili: kibiblia au kimaandiko, milenium hii ya tatu baada ya Kristo tuliyoianza mwaka elfu mbili na moja ni milenium iliyobeba ufufuo wa wafu na kubadilishwa kwa miili ya walio hai, na sababu ya tukio hilo ni kwa sababu milenium hii kwa Bwana ni sawa na siku ya tatu, siku ambayo ni siku ya miaka elfu moja, na siku hii ya tatu sasa imefika na sasa iko hapa. Napenda nihitimishe kwa kukutia moyo wewe unayetutazama, ambaye pengine umepoteza au umefiwa na mpendwa au wapendwa wako kadha wa kadha, ambao wamekufa katika Bwana, tunalo tumaini na tumaini hilo ni hili kwamba tuko kwenye siku ambayo wapendwa wetu waliotutangulia tutawaona tena. Lakini pia napenda nikutie moyo wewe mpendwa mwenzangu, ambaye unaishi katika milenium hii ya tatu baada ya Kristo, ambaye pengine utakutwa bado uko hai Yesu atakaporudi, liko tumaini na tumaini hilo ni hili kwamba miili hii tuliyo nayo yenye uharibifu inaenda kubadilishwa na kuvalishwa mwili wa utukufu wa Kristo Yesu, usiokuwa na magonjwa, usiokuwa na udhaifu, mwili usiokufa. Tutabadilishwa na tutaishi milele na milele, na ni suala la muda tu mambo haya yote yataanza kutokea, lakini pia mm, mm. Kwako wewe ambaye ungependa kumwamini Bwana Yesu mm. Tumaini hili linaweza likawa tumaini la maisha yako pia, na hilo ndilo jambo muhimu la kujifunza kwenye somo hili la leo. wow. Kweli, tunaishi kwenye nyakati za kwa kuungana nasi siku ya leo mm -hmm. Na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako, Tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu mm. Tafadhali mm. watisha sala hii fupi mm. ninapoomba pamoja na wewe mm. sema, Bwana Yesu mm. leo nakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu mm. ninaamini kwamba ulikuja duniani mm. ukafa msalabani mm. na siku ya tatu mm. ukafufuka mm. kuyaokoa maisha yangu mm. nisamehe dhambi zangu zote mm. na uandike jina langu mm. kwenye kitabu cha uzima mm. katika jina la Yesu. Amen, amen, Amen. Amen. Mm -hmm. Ni shauku yetu kuona ukikuwa kiimani. Mm -hmm. Hivyo basi, popote pale ulipo. Mm -hmm. Tunakutia moyo uungane na waumini wengine wa walio karibu. Mm -hmm. Na pale unapoishi ili upate kujifunza zaidi. Mm -hmm. Na hapa ndio mwisho wa muda wetu leo. Mm -hmm. Hadi wakati mwingine tena, kumbuka siku ya tumaini kuu. Yote imefika siku ya tatu iko hapo. Amen, amen.